Huku zikiwa zimesalia takriban siku tisa kabla ya uchaguzi mdogo wa Magarini tarehe 27 mwezi huu wa Novemba mwaka elfu mbili ishirini na tano, siasa za kampeni za uchaguzi huo zimepamba moto. Kinara Waipa Msioka, wa chama cha Waipa Kalonzo Musyoka ameongoza viongozi wengine wa muungano wa upinzani katika kampeni za kumpigia debe Stanley Kenga wa chama cha DCP katika eneo ene la Garashi, eneo bunge la Magarini. Stanley Stanley Kenga Uke! Stanley Kenga Uke! kufanya hivyo ni kufanya jambo la kibusara. Huyu jamaa akaibiwa kura, alafu mahakama kuu nchini ikasema kura ziliibiwa na ndiyo mkarudia mchezo huu lakini, sio mchezo hii, ni maisha yenu maisha yenu hapa, kisha baadaye, kwa sababu mkifanya haki, mkiregeshea mheshimiwa Kenga huyu haki yake, mtakuwa mmefanya hata mbele zake Mwenyezi Mungu haki. Kinara wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa na Cleofas Malala ambaye ni naibu kinara wa chama cha DCP wamewarai wakazi wa Magarini kumuunga mkono Kenga katika uchaguzi huo wakisema anatosha kutatua matatizo ya Wanamagarini. Viongozi hao wametaka wakazi wa eneo bunge la Magarini kujitenga na propaganda za viongozi wa vyama vingine, wakilenga serikali ya Kenya Kwanza, huku wakidai kwamba wanaimani kwamba Stanley Kenga atashinda uchaguzi huo ili kufanikisha maendeleo ya Magarini. Mimi nasikia kwamba wale majamaa wengine wanasema kwamba ati Stanley hafai kuingia kwa bunge ati kwa sababu imebaki tu mwaka mmoja na nusu peke yake. Mimi ningependa kuuliza huyo mzee wenyu wanaitwa Mzee Kobe, siko Kombe, ni Mzee Kobe. Ningependa kuitisha kuuliza huyo Mzee Kobe amekuwa kwa bunge miaka kumi na tano amewasaidia nini? Jameni, huyu mzee Kobe amekuwa kwa bunge miaka kumi na tano hajawapatia hati miliki zenyu. Huyu mzee Kobe amekuwa kwa miaka kumi na tano kwa bunge hajawaletea stima. Huyu mzee Kobe amekuwa kwa bunge miaka kumi na tano, hamna maji safi katika nyumba zenyu. Sasa je, hata mkimpatia hii mwaka mmoja umebaki mzee Kobe, atafanya chochote kweli? Leo tuwauliza jamani, ninyi mkiimba wimbo wa taifa huwa munasema haki iwe ngao na mlinzi. Kura ya Magarini ni kura ya haki. Wanasema mgala muwe lakini haki mpe. Huyu jamaa Kenga, tunasema yeye ni kama mgala muwe lakini haki mpe. Mtampa haki yake jamani, tarehe ishirini na saba mtampa kenga haki? Mtarudishia kiti alibiwa, mtarudishia kura alibiwa. Wangapi wenye haki hapa nione kwa mikono? ay ay ay ay, kumbe ninyi ndio watu wa haki. Sawasawa. Kwa upande wake Stanley Kenga ameeleza matumaini ya kuibuka na ushindi baada ya mahakama kubatilisha ushindi wa ubunge wa Magarini, akiahidi kuboresha maisha ya wakazi wa eneo hilo bila ubaguzi. Garashi hoye! Garashi hoye! Mimi nataka niwaulize, elfu mbili na elfu mbili na mbili tukamchagua yule wa broad best, kweli si kweli? elfu mbili kumi na tatu pia akachaguliwa kipindi ya pili. Elfu mbili ishirini na mbili wakaiba akaingia kuongozi kipindi ya tatu. Lakini leo tukiwa hapa ni waulize wananchi, je, vijana, maswala yetu ya ajira ameyashughulikia ama amekosa kuyashughulikia? Mambo ya uchumi ameboresha ama amedidimiza? Sisi tunataka kiongozi ambaye ni kiongozi bora atakayetengeza nafasi za ajira kwa ajili ya vijana wetu. Ni wangapi tunakubaliana, jameni? Ni wangapi tunakubaliana, jameni? hata hivyo, viongozi wa chama cha ODM nao hawakuachwa nyuma, kwani walipeleka kampeni zao katika maeneo mbalimbali ya eneo bunge la Magarini na kukita kambi katika eneo la Marafa ili kumpigia debe Harrison Garama Kombe, wakiongozwa na gavana wa, wa kaunti ya Kilifi Gideon Maita Mungaro. Viongozi hao wakiwemo wa serikali jumuishi, yaani broad based government, wamesema Harrison Garama Kombe ndiyo chaguo la wakaazi wa Magarini. Sita karibisha wageni, lakini mzee anayekuja ametudadilisha siku nyingi sana si ndio? Anatuambia si vikura vyetu ni vidogo havifai, sisi watu wa pwani, sijui vikura vyetu haviweki chochote kwa Kenya. Sasa mkimwona amekaribia hapa Maburuhi, ni tokeni, mfanye shughuli zenu, mumwache yeye na milima yake si ndio? Tulikaa na tukaamua kwamba tuje pamoja, ndiposa leo hii tuko hapa sisi familia ya paa na wale wauda na wale wa ODM tuhakikishe kwamba Mheshimiwa Garama Kombe amekuwa nini mbunge. Kura ya tarehe ishirini na saba mwezi huu ni kura ambayo itafanya mawili, aidha mwaka na nusu ujao utapata maendeleo ama mwaka na nusu ujao utapata maendeleo. Ninachoomba ni kwamba tayari tumecheleweshwa tayari tumezulumiwa, na kama tushazulumiwa, huo mwaka na nusu uliobaki, wacheni nikamilishe kile ambacho nimekipanga kwa miaka mitano. Wagombea zaidi ya nane wamejitosa katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Magarini, wote wakiwa na matumaini ya kuibuka na ushindi tarehe 27 mwezi huu wa Novemba, wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Magarini. Nikiripotia Coco FM. Mimi ni Joseph Jira, Coco FM, ladha ya pwani.